Hizi fedha hatutaki kugawana, kama tumesema tumeomba fedha kwa ajili ya kufanya biashara, kama ni kufungua mashine ya kusaga, tukafanye yale ambayo tumeyakusudia na serikali. Sisi kama viongozi tupo pale, kwenye changamoto tutawasaidia kuwapa maelekezo na mafunzo, ili kuhakikisha fedha hizi zinatumika kama ambavyo imekusudiwa ime, sawa sawa ndugu zangu, ni kwa hiyo isitokee mtu yoyote akaanza kubadilisha matumizi ya hizi pesa kwa changamoto. Mkuu wa Wilaya amesisitiza kwa kina sana juu ya namna ambavyo majukumu haya yanapaswa kufanya. Ameonya vijana kwa sana lakini na mimi naomba niwarudie kina mama. Hata kina mama siku hizi mmebadilika kuitwa mshangazi. Bora hey. Nyinyi mkipata mikopo wake kuna mahali mnapeleka. Eh, hey, e, niombe sasa na nyinyi tabia hiyo ya mkopo huu sio kaja kazi hiyo. Pelekezeni hey, kwenye majukumu mliokusudia au wakija wajange na mitaji yao, lakini hii mtaji wenu huu uende kufanya shughuli mlizokusudia. Kikundi chetu kiliweza kubahatika kupata mkopo wa shilingi milioni 27 laki 4 na elfu 14. Kupitia mkopo huo, tuliweza kununua vifaa vya kuzalisha vyakula, tuliweza kununua guta, tuliweza kununua pikipiki kwa ajili ya kuwatembelea wateja wetu, pia tuliweza kuanzisha mradi wa ufugaji wa kuku na uzalishaji wa vifaranga. Tungependa kuipongeza serikali kwa kutoa mikopo hii kwa vijana na wanawake pamoja na walemavu, ambayo inaweza kuwakwamua kwenye uchumi na kuepukana na kukaa kwenye vijiwe na kuto kuwa na kazi yoyote. Hizi tumepata mkopo milioni nane baada ya mkopo, kupata mkopo saa hizi tunatarajia kupata manufaa mengine mazuri ikiwemo kulima kufuga, kusomesha watoto vizuri, watoto wasihangaike mitaani. Halmashauri imejipanga kuendelea kutoa elimu ya mikopo, kutembelea vikundi na kuona maendeleo yao, kuwapatia elimu ya masoko na kuwaunganisha na fursa mbalimbali zitakazowasaidia kupata masoko ya bidhaa zao au huduma wanazozitoa. Baada ya vikao vyote kufanyika kwa mujibu wa mwongozo, halmashauri ya wilaya kwa awamu hii ya kwanza imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni mia sita arobaini na moja na laki tano. Kati ya vikundi hivyo wanawake ni vikundi hamsini na tatu shilingi milioni mia tatu sabini na sita vikundi vya vijana ishirini na moja shilingi milioni mia mbili hamsini na moja na laki tano, na kwa watu wenye ulemavu vikundi vinne shilingi milioni kumi na nne.